Hii ni hadithi ya kusikitisha ya msanii wa Nigeria, Tekno Miles, ambaye aliwahi kufurahia umaarufu wa kimataifa. Kula meza moja na mastaa wakubwa kama Drake, Davido na Wizkid, lakini akapoteza kila kitu kutokana na tatizo la kiafya lililomzuia kuimba kwa muda mrefu. Safari ya umaarufu. Miaka 12 iliyopita Tekno alianza rasmi taaluma yake ya muziki baada ya kuachia wimbo wake Holiday akimshirikisha Davido alikamata soko la muziki mara moja. Ndani ya kipindi kifupi, Tekno alitoa nyimbo tano mfululizo zilizoitikisa dunia: Pana iliyopata mamilioni ya streams, Duro hit kubwa barani Afrika, Mi Woman, Rara, Jogodo. Kwa mafanikio hayo, Tekno alifanikisha ndoto zake. Alikuwa na magari ya kifahari, show za kimataifa, mikataba ya matangazo na pesa nyingi. Ghafla Kilio kikanz. Siku moja akiwa juu kabisa kwenye muziki, Tekno aliamka na kugundua kuwa sauti yake imepotea kabisa, hakuweza kuimba tena. Hili lilikuwa pigo kubwa kwa msanii ambaye maisha yake yalitegemea muziki. Alilazimika kufuta show zote alizokuwa amepewa, jambo lililopelekea hasara kubwa. Baada ya kupoteza sauti yake, Tekno alianza kutembea kutoka kwa daktari mmoja hadi mwingine kutafuta suluhisho. Upasuaji wa kwanza ulifanyika nchini Nigeria na hali yake ikaboreshwa kwa muda mfupi. Baada ya miezi michache, hali yake ikazidi kuwa mbaya zaidi. Baada ya uchunguzi zaidi, madaktari waligundua kuwa anaugua GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Ugonjwa unawadhiri mfumo wa kumeng'enya chakula na kusababisha matatizo kwenye sauti. Baada ya kutembea nchi kadhaa kutafuta tiba, Tekno alijikuta amemaliza pesa zake zote. Kwa kukosa njia nyingine ya kupata fedha, alilazimika kuuza baadhi ya nyimbo alizoandika kwa wasanii wengine kama Davido. Moja ya nyimbo maarufu alizomuuzia Davido ni If ambayo baadaye ilivuma sana duniani. Kwa pesa alizopata, alisafiri hadi London kwa upasuaji mwingine. Bahati nzuri, upasuaji huo ulifanikiwa, lakini alihitaji mwaka mzima kupona kabla ya kurejea kwenye muziki. Kurudi kwenye muziki lakini hakuna aliyemsikiliza tena. Baada ya miaka kadhaa ya kupotea, Tekno aliporudi rasmi kwenye muziki, hali haikuwa kama alivyotarajia. Nafasi yake kwenye soko la muziki ilichukuliwa na wasanii wapya, mashabiki wake walikuwa wamehamia kwa wasanii wengine, nyimbo zake mpya hazikufikia mafanikio ya zile za zamani. Hadi sasa, Tekno anajaribu kupambana kurejea kwenye kilele cha muziki. Lakini si rahisi kama ilivyokuwa hapo hapo awali. Maisha hubadilika kwa papo hapo. Hadithi ya Tekno ni funzo kubwa kwamba maisha yanaweza kubadilika ghafla, hata ukiwa juu kiasi gani. Sauti yake ambayo ilikuwa silaha yake kubwa ilipotea kwa njia ya kushangaza na kupelekea yeye kupoteza kila kitu alichojenga kwa miaka mingi. Leo hii bado anapambana kurudisha heshima yake kwenye muziki, lakini mambo hayapo kama zamani. Je, Tekno atafanikiwa kurudi kwenye kilele cha muziki? Maoni yako ni yapi kuhusu hadithi hii ya kusikitisha? Hadithi ya Tekno ni ya kusikitisha, lakini pia inatufundisha masomo muhimu kuhusu maisha, mafanikio na changamoto. Hapa kuna mafunzo makubwa tunayoweza kujifunza kutoka kwa safari yake. Moja, afya ni mali, linda afya yako. Tekno alipoteza kila kitu si kwa sababu ya kutokufanya kazi kwa bidii, bali kwa sababu alipata ugonjwa uliomzuia kuendelea na kazi yake. Tuwe na tahadhari na afya zetu. Tunapofanya kazi kwa bidii, tusisahau kupumzika, kula vizuri na kupata matibabu ya mapema tunapogundua tatizo. Kuwekeza katika afya ni muhimu, hakuna mafanikio yanayoweza kudumu bila afya njema. Mbili, maisha hubadilika ghafla, kuwa tayari kwa mabadiliko. Tekno alikuwa juu kwenye muziki, akiwa na umaarufu pesa na kila kitu alichotamani, lakini siku moja tu mambo yakabadilika. Usizoee hali nzuri na kudhani itadumu milele. Jifunze kuwa na mipango ya dharura kwa maisha yako. Tatu, wekeza na okoa pesa kwa maisha ya baadaye. Tekno alitumia pesa nyingi alizopata kwa haraka, lakini baada ya kupata ugonjwa alipoteza kila kitu. Usitumie pesa zako zote kwa anasa, wekeza kwa hekima. Hakuna anayejua kesho, hakikisha una akiba ya dharura. Wekeza kwenye biashara au miradi mingine, ili kuwa na vyanzo vingi vya kipato. Nne, kuanguka si mwisho, jifunze kwanza tena. Baada ya kupoteza sauti yake na nafasi yake kwenye muziki, Tekno alijaribu kurudi tena badala ya kukata tamaa. Maisha yanaweza kukusukuma chini, lakini usikate tamaa. Ukishindwa leo, jaribu tena kesho kwa njia nyingine sio kila wakati mafanikio yatakuja kwa haraka. Inachukua uvumilivu. Tano, tumia vipaji vyako kwa hekima. Tekno alikuwa na kipaji si tu cha kuimba bali pia cha kuandika nyimbo. Hii ndiyo ilimsaidia kuishi alipopoteza sauti yake. Usitegemee kipaji kimoja pekee, jifunze kuwa na ujuzi mwingine wa ziada. Ikiwa kipaji kimoja kinakwama, tumia kingine kujinasua. Sita. Watu wanaweza kukusahau ukianguka. Wakati Tekno alipokuwa na mafanikio makubwa alikuwa akizungukwa na watu wengi, lakini aliposhuka hakupewa msaada wa kutosha. Watu wengi hujali mafanikio yako, si wewe binafsi. Usitegemee watu sana, jifunze kusimama mwenyewe. Chagua marafiki wa kweli wanaojali hali yako hata unaposhuka. Saba. Kuwa na subira, mambo mazuri huchukua muda. Tekno alipitia miaka kadhaa ya mateso kabla ya kupona. Hata baada ya kurudi kwenye muziki, haikurudi haraka kama alivyotaka. Mambo mazuri hayaji kwa haraka. Unahitaji subira na uvumilivu. Ukianza upya, usitarajie matokeo ya haraka, endelea kupambana. Hadithi ya Tekno ni funzo kwa kila mtu, iwe msanii, mfanyabiashara au mtu yeyote anayefuatilia ndoto zake. Afya, fedha na mipango ya muda mrefu ni mambo muhimu sana katika maisha. Asante sana kwa kutazama hadithi hii ya kusisimua kuhusu Tekno. Kama umejifunza jambo lolote kutoka safari yake ya maisha, basi usisahau kutuunga mkono. Like video hii ili tuendelee kukuletea maudhui bora zaidi. Subscribe kwenye channel yetu ili usikose hadithi mpya na za kusisimua. Shea kwa marafiki na familia ili nao wajifunze kutoka kwa simulizi hizi. Tunaweka juhudi kubwa kuhakikisha unakutana na maudhui ya kuvutia yenye maarifa na yanayoburudisha kila siku. Tuambie kwenye comments unachojifunza kutoka kwa Tekno na kama unadhani anaweza kurudi kwenye kilele cha muziki. Asante kwa support yako, bila ninyi hatungekuwa hapa.